Katika maslapo imefikia mwanafunzi hata ukimwelewa ukimwelekeza, hawezi kujitambua wala kujua lego gani ambalo limefanya vikibalisukulu. Kwa hiyo mikuwa inapata shida sana, na ilikuwa kazi kubwa washauri, mpaka imefikia hatua mpaka tunachanganyikiwa kusema. Moja ni hiyo ambayo amezungumza mapenzi lakini, baadhi udhalilishaji pia unakuwa unakuta kwa wenyewe wanafunzi na wanafunzi, hasa anakutana udhalilishaji wa aina gani na nani? Mara nyingi huwa udhalilishaji, kuna kesi moja ilikuja binti akidhalilishwa kwa walimu yeye kwao, na kesi za udhalilishaji ambao ni wanafunzi wamedhalilishwa nani? Baba wa watamo haya, walimu wengine, changamoto ambazo wanazo wanafunzi wetu uumia changamoto ambazo na wanafunzi wangu ni kujishughulisha na kazi ambazo hajafikia umri wao. Kwa mfano wanafunzi wetu wanajishughulisha na kutuma mkaa na, na baadhi ya wanafunzi wanajishughulisha na ukulima. Hizo ndo changamoto za skuli yetu.

Miongoni mwao hiyo moja ni simamu yangu hapo lakini na nyingine kuna ile kwamba hali ya maisha wale watoto wenyewe wanakuwa wanakabiliana na hali ngumu za maisha, walimu wa shule na wengine wa familia yao kwa inakuwa ngumu halafu na nyingine masuala ya muziki, hili tatizo ndio maana watoto wanakuwa wafungi sana, kwa sababu wanafunzi ukimsomesha na akasikiliza vizuri, lakini ukipita saa fulani unashaka, kwa hiyo changamoto hiyo.

Eh, so yeah. Okay, okay, naomba eh, no. Na ya naomba niongezee kidogo za mapenzi uzito, lakini kuna suala ambalo inapoteza hivi sasa ya utalii. Wanafunzi wengi hasa wadogo wanashirikishwa kwenye juhudi za kiutalii an imasababisha uamwingi wa wanafunzi wenu na wanapata pesa wanafunzi, anaweza kutoka kwao anakenda skuli, lakini skuli anapinda anakenda chini kule ifuue, anafanya ya kufanya lakini mwisho wake anakuja nyumbani na hamsini sitini mpaka a kwa mambo madogo madogo, maendeleo ambayo wamepatikana kwa utoro wao a wanajua sana hata

tukweza kuzchangamotomaisha tu angadaaauu kayo ndizo hizo changamoto kuzitatua hapo apo, tumeingia kwenye nini? Stadi za maisha maishak ti za maisha ni mambo ya kila siku ambayo tunafanyia kazi isipokuwa kama jambo kubwa, lakini yale yale ambayo tunafanyia kazi kila siku, hiyo ili mwanafunzi atoke katika hizo changamoto

Utakwambia uh, yani -huh. Athari ya baadaye ya kuiga mambo haya na faida ya kuiga mambo mazuri, nahisi akiwa mwelewa na ukimpa zile real example, pengine kwa wale watu ambao yamewakuta yale mambo, walioiga mambo mabaya athari yake, na alioiga mambo mazuri athari yake, akawa anaona, nahisi inaweza ikamsaidia. Asante. Kwa mawanja wangu memi pepe laza unamsaidia mwanamu miajari na mao mabaya. Hapa lazima patengenezwe mashirikiano baina ya walimu wazee, pamoja na kamati ya hay, amawaja wangu za mashirikiano baina ya kamati wazee na walimu iio, sisi walimu washauri na tuna wanafunzi wetu wapo hivyo. Je, ni walimu wangapi ambao tushafanya hiyo kazi na tumefanikiwa kwa kiasi gani, na changamoto iko wapi? Ehe, ni Samira. Mimi na bogisi